Bwana, mimi tu Musa Ali Ali. Nilikuwa naenda kwenye mzunguko wangu, alikuwa asubuhi saa kumi na moja asubuhi asubuhi. Nilikuwa nikapita njiani sehemu nikakuta nazi zimewekwa. Kati nazi zimewekwa nikaanza kuziokota nazi lakini ziko nje ya fence. Fence yenyewe ni ya ni ya wavu. Afu ndani kuna maumbo. Maumbo hayapo maumbo kama kumi tunavyoona. Nikawa nakuta nazi maumbo kana nipiga kelele. Maumbo anipiga kelele lakini nakusanya nazi zangu, shamaweza kusanya nazi kati kwenye shati Nikawa naondoka sasa, akaja akaja Hassan Mwakinyo yuko na kijana wake wa kazi. Alipokuja kijana wake wa kazi pale, wakaniuliza wewe vipi? Nikamwambia poa. Akaniuliza nazo umepata wapi? Nikamwambia nasi nimeziokota pale. Akanambia basi umeyakanyaga. Nikamwambia umeyakanyaga vipi? Nikamwambia mimi nimeokota. Akanambia mwisho kwanza basi. Sasa mimi nikamfuata, si kwa sababu sikumkimbia, kwa sababu nilikuwa si mwizi nikamfuata alipofika pale akanishika tai, akanipiga, akaanza kunigonga kichwani kwanza na kishoka kama alianza, kanipiga mitama, akaniburuza, akaniingiza ndani kwake. Aliponiingiza ndani kwake, kule kuna mwanamke, sijui mwanamke wake labda, itakuwa labda mwanamke wake, akawa namzuia mbea sana, hicho kitendo hiyo kifanyike ndani kwangu, sitaki kabisa hiyo kitendo kifanyike ndani kwangu. Akawa haja msikia, ikawa msikilize yule mwanamke, akamwagizia kijana wake, akaza, akamwambia bwana, kaleta kisu, kaleta kuleta kisu, akaanza kunifanyaje, kunikata mguu. Aliponikata mguu akanivua nguo, aliponivua nguo, aka aka, akafukulia mambo sita A kinha kinha ni mambo ndio kaanza kunishambulia kama hivyo mnavyoona. Ilikuwa ni majira saa ngapi? Kwa sababu ilikuwa sina saa, ila mimi ninachojua kwamba ilikuwa ni ile za watu wanavyoswali ile kipindi cha mwisho ya asubuhi wanavyoswali, umeona, kwa sababu ilikuwa sina saa na kalili, umeona. Kwa hiyo sasa kuna ngang'ani kwamba askari ndio kafanyaje, na naanza kumwangalia mtu sura nikaiona, kwa sababu ushafanyaje, ushangani kwamba ile sala ilishaisha tayari, nishashambuliwa tayari, nishachoka nimekata pembeni, sina kazi. Wewe ulikuwa unafanyaje? Mimi nilikuwa napita, nilikuwa naelekea na nini sehemu ilikuwa kuna kazi, ilikuwa Tangabishi pale kulikuwa na kazi ya kufukia nguzo. Nilikuwa nasubiri ile kazi, ilikuwa nataka asubuhi asubuhi. Nilikuwa naenda kufukia nguzo, kwamba njia ndio nikakutana nazo hizo nazi njiani, nazi sita. Na wakati Mwakinyo anafanya hicho kitendo alikuwa anakufahamu wewe ni nani? Kwa sababu tu shimta mmoja. Labda kama sema tu hanifahamu, ni yeye mwenyewe, lakini mimi ninavyoamini tu kwa sababu tu shimta mmoja na nijua vizuri. Kwa sababu tu shimta mmoja. Unajishughulisha na na, na biashara gani? Mimi mwenyewe rasmi, mimi kazi yangu ni baharini. Eh ni kwamba hiyo kazi ya, ya nguzo za za tangabishi ni kwamba imetokea tumishi ya kwa zarula. Eh, na hizo nazi ni zipo upande wa Mwakinyo au zilikuwa ziko barabarani? yaani yaani fence ya Mwakinyo ni, ni, ilikoponi wavu. Baada baada ya wavu inachofuatia ni bahari, ni ufuko wa bahari. Ni kwamba ni kama vile ni mapolipoli tu. Ni kwamba mtu wa kwanza kupita maeneo hayo ni mimi hapa eh. Ni kwamba zile nazi zimekuwa vile zimetegwa, lakini sikujua kama zimetegwa zime zime so, so, kwa sababu zimewekwa zimepangwa kabisa. Hasa mara baada ya kutokea kwa tukio hilo majira ya saa kumi na moja, ni nani alikuja kukuokoa na kukuweza kuleta bombo? Mimi mtu aliyokuja kuniokoa mara kwanza alikuwa, kwa sababu aliniachia mambo kali bila isali zima, mimi nangatwa na wale mambo mambo manne, akawa ameniacha akabakiwe mawili ambayo alikuwa ananishambulia. Sasa ikawa simeshakosa nguvu pale, kama mekaa sehemu tu na subili ya kufa, umeona bwana kidogo sana, ukashangaa kama kule nasikia kama vile kuna mtu akashakuja tayari. Mtu hakika alikuja kama mwenyekiti, na na hisi, kwa sababu ilikuwa ufahamu bado ilikuwa sina vizuri. Mwenyekiti pale alipokuja kama anaongea kwake, mwenyekiti akamfuatiliza, aliniuliza bwana, wewe mvipi? Kaika na mjibu, lakini kumjibu kwenye ile kwa simjibu vizuri kidogo, sija kasa na shangaa. Na askari pia nao washaingia mda huo, ndo kama askari walivyoingia pale, ndo wakanichukua watu wakanitia kwenye nini pale, wakaniambia kama nasikia sema tumburuze, bwana kashakufa huyo, na nasikia askari anasema hivyo. Wakati askari wakanichukua wakanipakia kwenye gari, najikuta sana kwa hospitalini. Na pengine labda aa, kujaba, kuna taarifa zozote kwamba Mwakinyo amekamatwa au bado hujapata taarifa yoyote? Pengine wito wako sasa ni upi kwa serikali kufuatia madhara ambayo yamekupata, kwa kwa na, na na, na, na kifupi. Eh, kwa sababu watu wao tunao waona wengi wananijua mpaka watu wananifuata kila siku kwa sababu wanajua mimi sio mwizi na siji kusika na tukio lolote tena siku moja. Maana kwa hiyo mimi ninachoomba hapa kama serikali kweli wameliona hili hapa atakiwa kama serikali wajue fanyaje wenyewe kwa sababu tukio kama hivi ninavyoona mimi sijui kama nisemaje. Eh, kwa hiyo serikali yenyewe inajua fanyaje. Eh, na gharama za matibabu pengine nani anashughulika nazo? Mara kwanza nilipokuja hapa ni kwamba ilikuwa bado familia yangu haijafika. Ya Eh, ni kwamba nimekaa kama siku moja hivi, siku ya pili familia yangu ndo wakafika. Ni kwamba sijajua huko mwanzo, nashukuru. Kwa majina naitwa Dini ya Milshaiza. Huyu ni kijana wangu. Baada ya siku naona, siku ya Jumapili siku, siku ya Jumapili mchana nikapata simu kwamba bwana, kijana wako kapigwa kafariki, lakini baada ya muda kuna ndugu na jamaa nikawapigia simu, jamani mbona nimepata taarifa kwamba kijana kapigwa amekufa? Vipi hebu jaribu ni kufuatilia kwamba kafa kapigwa pigwa vipi. Basi mimi nikawa ni nimepokea taarifa ya kifo, lakini kumbe kijana alikuwa bado hajafa. Kwenye muda wa saa saba nika watu walifika hapa, wakifika hapa wakifika hapa wakiuliza bwana kuna, kuna maiti imeingizwa hapa, kadai kwamba hakuna maiti iliyoletwa hapa, ila kuna mgonjwa wa ututi kaletwa hapa. Hasando akanletea taarifa, bwana kijana hajafariki, ila hali yake si nzuri nimbaya. Basa sasa, sasa nianze kufanya jukumu la kuanza kujipanga kuja kumfuatia kijanaaalipigia simu hapa, ndio mimi hkana ktambushammas ndio nikaja hapa nikaanza kupambana na jukumuzima la huyu kijana, na a aliyemfanyia kijana ukitendo ndio ashawahi kumpigia simu kwamba labda anaweza labda akantafuta tukafanya angalau hata mahojiano kidogo, kwamba atansaidia saidia vipi kuhusu hili ikawa ikawa unampigia simu simu hapokei sasa, kabisa kashindwa sasa kuelewa. Ndio kaanza sasa ndugu na jamaa hapa walio saidia kulalamika lalamika masuala kama haya sasa. Jinsi kama unavyoona na huko ulikopitia, ndio ambao labda hao ndugu zangu ndio wanaosaidia kuhusu swala la kijana wangu hapa sasa, ndio kama hivyo sasa. Sielewi kwamba bondia mzima wa taifa tunayemtegemea inamaanisha kwamba tunaharibu mia tano tano zetu kwa kwenda kumshangilia yeye. Sasa tunashangaa kwamba hasa hapa sasa alikuwepo anataka kuingia ulingoni na kijana au labda mvipi? Sasa sasa ndio nimeshindwa kuelewa. mkuu wangu sasa, kamanda Ngole, habari ya kwako? Salama, pole na majukumu kamanda. Asante, pole na wewe kamanda. Kuna tukio ambalo limetokea tangu juzi kuhusiana na kijana mmoja kujeruhiwa kule mitaa ya Sahare kwa kukatwa mapanga lakini pia kung'atwa na mbwa. Yeah. Hey, hey. Sasa kijana ule, jeshi la polisi lilifika lakini likampeleka hospitali ya mkoa wa Bombo pale kwa ajili ya matibabu. Pengine kamanda hili limeshafika ofisini baadaye ndiyo

Tunataka ahame bwana Mwakinyo, bwana ahame, bwana ahame tena tuampa. Kwa hiyo serikali, tuomba mtusaidie, huyu mtu si mtu mzuri. Hizi taarifa zifike kila idara na zifike kila sehemu sasa, kwa sababu sasa yeye ni mwanadamu kama sisi sasa, kupitia huu mwezi wa Ramadhani yale majeraha alio mtafuna yule, alipiga kelele yule mvulana, sisi tuamsikia ikiwa ni saa kumi za usiku, lakini sauti ile hatukujua iko nyumba gani akapiga kelele kuanzia saa kumi za usiku, fikiria saa kumi za usiku mwandishi, mwenyekiti wa mtaa ufike pale saa kumi na mbili za asubuhi. Na wewe Mwakinyo, kama huyu ni mwizi umemkamata, kwa nini usimpigia mwenyekiti toka saa kumi za usiku, wampigia mwenyekiti asubuhi, wakati ule pale wamona ni marehemu lezi, lezi, lezi. Maanake haya aliokuwa nayo ni hali ambayo ni ya umarehemu. Kwa hiyo yeye akaona, hapa mi napoteza ushahidi, na mwita mwenyekiti akija hu hawezi kuongea, nilichomfanyia hawezi kukisema na akili yake ye ya akajua le mtoto kafa, lakini Mungu akamlani. Wajua Mungu ndo mponeshaji yeye. Wakati ampija mwambia, leo mimi nakuua, ndio siku yako ya mwisho. Lakini kumbe hajui kama Mungu mwenyewe ndiye anayemponesha ile hali aliyosowa kupona lakini hakikisha kama Mungu mwenyewe ndio kafanyaje, kamponesha ili apate atoe ushahidi ili Mwakinyo ajulikane tatizo lake ni kitu gani. Kwa wananchi, sisi vijana hatuungi mkono asani Mwakinyo kuishi mtaani kwetu. Jambo la kwanza, atuungi mkono kuishi mtaani kwetu kwa sababu anahatarisha maisha ya vijana na watoto wetu. Ni watundu kwa ukweli, kwa kama kila atakayekatiza kule atakutana na majanga. Tunaamini na tuna wasiwasi ya kuwapoteza vijana wengi kupitia yeye. Kwa sisi kama vijana hatuungi mkono Mwakinyo kuishi mtaani kwetu. Lakini sio tu hatuungi mkono kuishi mtaani kwetu, amefanya matukio mengi ambayo watu wameyavumilia, kuwachoma watoto pasi za kwenye mashavu, kuwapija, kuwadhalilisha na kadhalika. Lakini hichi ambacho wankifanya cha kumshakizia mtu mambwa kumkata sehemu za miguu ambazo ni muhimu, ni kiungo muhimu cha kutembelea, lakini kumpija panga la nyuma ya kichogo kiwastani mtu ambaye hana vision hana mtaji hajazaliwa kwenye familia za kitajiri amemtia umaskini ko. Tu sio kwamba tunataka ahame mtaani kwetu, lakini serikali pia imfidie yule kijana, kwa sababu ndio maisha yake ameshaanza kuwa ni magumu. Kuanzia hapo ndio amepoteza future yake, ndio amepoteza mwelekeo wake. Ko serikali sasa ihakikishe inamlinda yule kijana, kumsaidia kwenye mahitaji lakini kumsaidia kwenye mtaji ambao utamsababisha yeye aendelee kuishi na kukidhi familia na kukidhi mahitaji ya familia yake, kwa sababu ndio tayari ameshapata umaskini. Lakini sio tu hivyo, kijana anaumwa na yupo hospitali, familia yake haiwezi kubudu gharama za matibabu. Anatibiwa kwa kuchanga, yani watu wanafanya donation mitaani, ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo tunataka pia serikali ihakikisha inamlazimisha Mwakinyo kulingana na sheria zilizokuwepo amtibu yule kijana mpaka atakapopata nafuu. Lakini sio tu amtibu afanye pia kumfidia kiasi ambacho anaona yeye anaweza kuishi na kumudu gharama za matibabu yake. Lakini sio tu hivyo, vijana tumekwazika wa mkoa wa Tanga na Tanga kwa ujumla. Pia tunataka Hasani atoke hadharani kutuomba msamaha sisi vijana wa Sahari na vijana wa Tanga kwa ujumla, kwa sababu ametukosea. Otherwise, kama hivyo vitashinda kufanyika, sisi vijana tutaweza kuchukua na sisi ma, ma, maamuzi yetu, kwa sababu tumelalamika sana kupitia serikali, tumelalamika sana kupitia watendaji, tumelalamika kila ngazi serikali. Ni hakuna kilichochukuliwa. Kwa hiyo tunataka serikali ifanye maamuzi kabla ya sisi hatujafanya maamuzi yetu. Naamini serikali ni... serikali kuu hili suala walitilia maanani kwa sababu huko mbele, kama Mwakinyo ataishi Sahari muda huu serikali isije ikatulaumu kwa sababu tumechoka hatutokubali. Na tunasema sana, waandishi wa habari, ni swala mulitangaze au mulionyeshe sehemu zote, kila mtu aone vitendo anaofanya Mwakinyo, kwa sababu ametokea matokeo. La kwanza polisi wamefumbia macho, la pili polisi wamefumbia macho, la tatu polisi hawakusema kitu. Kwa hivyo safari hii tunasema Mwakinyo aondoke, ahame, ili suala la kushitaki watajua wazee wa mtoto, lakini kwamba serikali ifanye bidii, Mwakinyo ahame. Ila hichi kitu kilichotokezea kwa upande wetu sisi hapa kwa hapa mtaani kimeniuma sana, na sio kiupande wangu mimi hapa tu, hadi kwa watu wote mtaani. Ni kime kitu kimewauma sana roho. Mwakinyo ametuweka njia panda sana, tumeshindwa kumuelewa kitu gani amekifanya kiupande wetu sisi hapa. Wakati sisi ukiangalia kwanza, au ni brada wetu ndugu wetu, anapokwenda kupambana sehemu yoyote, sisi tunaumia huku, tunataka yeye ashinde, lakini tumeshindwa kuja kuelewa, kutuletea picha kama hizi hapa. Ametuletea unyonge mkubwa sana katika maisha yetu. Yaani roho inaniuma sana mpaka sasa hivi, nimekaa na ghadhabu. Yani bwana, kwa kusema ule ukweli, kama natamani kweli, kama naonaye hata sasa hivi naweza nikampiga hata kistaili yoyote, ili mradi tu aumie naye ile, akione jinsi alivyomsopisha yule mtoto katika maisha yake. Yaani mimi roho inaniuma sana kusema ukweli.